amewaongoza Wakenya katika maadhimisho ya miaka sitini na miwili tangu Kenya kujinyakulia uhuru wake katika hafla iliyoandaliwa uwanjani Nyayo. Akizungumza wakati wa maadhimisho hayo, Rais Ruto amesema serikali yake inahakikisha kuwa Wakenya wanapata uhuru wa kiuchumi baada ya kujitawala kwa miaka sitini na miwili. Wakati huo huo, ametoa onyo kali kuhusu suala la maadili ambalo anasema linatishia maendeleo ya kitaifa. Ilikuwa maadhimisho ya miaka sitini na miwili tangu Kenya kujipatia uhuru wake, hafla ambayo iliwaleta pamoja maelfu ya Wakenya katika uwanja wa Nyayo, kaunti ya Nairobi. Rais William Ruto aliyewaongoza Wakenya kuadhimisha siku hii, akikumbuka jinsi Wakenya walivyojitolea kwa hali na mali kuhakikisha kwamba Kenya inajipatia uhuru wake mwaka wa 1964.

the ultimate price and sacrifice for the independence of our country lakini huku wakenya wanapojivunia miaka sitini na miwili ya kujisimamia rais ruto anasema jukumu lililo mbele ya wakenya ni kujipatia uhuru wa kiuchumi that is the reason we introduced the bottom up economic transformation agenda to bring the marginalized majority back into the heart of our nation to ensure that no one is left behind and to begin the work of social engineering necessary to pursue the broader dream of economic freedom. Miongoni mwa mikakati ambayo Rais Ruto anasema serikali yake imeweka kuafikia azma ya kuwa taifa lilostawi ni kuboresha sekta ya afya, elimu na kilimo pamoja na kuimarisha uchumi wa kitaifa. We have another irrevocable decision that no Kenyan should be too poor to live. For decades, universal healthcare was spoken of. But in our time, it is being actualized. Rais Ruto ameahidi kuendeleza ujenzi wa barabara zilizokuwa zimekwama na zinazounganisha jiji kuu la Nairobi na maeneo mengine kama vile Kajiado, Thika na Machakos. Barabara ya Muhuri kule Dagoretti South. Barabara ya Mama Wahu kule Dagoretti South. Bypass ya Mihango Link. Kule Embakasi East, Umoja wan, SDA Road kule Embakasi West, Tindigwa Road kule Roysambu, na Road C Embakasi eh, South. Rais wa Ghana John Mahama aliyekuwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo akiwataka viongozi barani Afrika kutoa uongozi wa uwazi na uwajibikaji ili kuboresha mataifa yao. The time has come for us to provide transparent and accountable leadership. The time has come for us to unleash the creativity and energies of our young people. Kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa utalii wanyamapori na maendeleo <coughs>